Niliona klipu ya mwanasiasa mmoja, kiongozi wa chama kimoja, sitaki kukitaja, anasema Dokta Mwinyi amejenga magorofa, Dokta Mwinyi amejenga viwanja vya mpira, vijana hawana afya ya kucheza viwanja wa kucheza mechi, viwanja havina maana. Namwambia juzi tu, tarehe ishirini na tano mwezi wa tano 2025 amesema hapa, mwenezi rafiki yangu hapa, Amos Makala, dunia imeona, Afrika imeona na Tanzania imeona kilichofanyika pale uwanja wa Amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Zanzibar, hoteli zote zilijaa mjini, hatukuwa na nafasi. Guest house zote zilijaa na wengine baadhi ya wananchi wa Zanzibar wakahama majumba yao, wakasema wanaenda kutembelea familia zao shamba, ili wapate fedha kwa watu kukodi maeneo yao. Hii ni fursa kubwa sana ya kiuchumi ambayo Dkt. Hussein Mwinyi ameifanya, na tunapaswa kuunga mkono na kupongeza juhudi hizo. Yaliyojiri tarehe 25 Makala ameyasema hapa hayo sitaki kuyazungumzia. Yale yaliyojiri, sote tumesikitika. Maana Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka mara ya pili, wenzetu hawa kombe lile wanalileta hapa ndani ya ardhi ya Tanzania, halafu linapanda ndege linaondoka. Lakini kuhakikishie lilikuja hapa Dar es Salaam, likaondoka, limekuja Zanzibar limeondoka tena, juzi kwa masikitiko kweli. Tulisikitika sana, tulitamani sana libaki, lakini kama wao wameshindwa kuliweka, wananchi watalibakisha ipo siku hapa, na inawezekana kabisa, na mimi leo nimempenda sana mwenezi wangu hapa. Maana huyu rafiki yangu sana huwa ananipigia simu kule, umeona. Anasema, nimeona siku ya tarehe ishirini na tano nilipata simu kutoka Japani. Kuna watu wako Japani wameangalia kilichofanyika Zanzibar. Mheshimiwa, dunia imeona, mmefanya kazi kubwa, na hii ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na naamini ikitokea fursa hiyo kwa Zanzibar tutakuwa kwenye uwanja mmoja mkubwa sana wa kisasa sana. Hautakuwa Amaan Complex tena, utakuwa uwanja mwingine mkubwa wenye hadhi ya kimataifa zaidi. Tuombe Mwenyezi Mungu wampe nguvu Dokta Hussein Ali Mwinyi na chama cha mapinduzi na Daktari Samia Suluhu Hassan.